Kama wewe umekuwa ni mmoja wa watu ambao wamekuwa na changamoto mbalimbali za magonjwa sugu, kwa mfano, mtu ambaye ana kisukari, mtu ana pressure, mtu ana magonjwa ya homa ya ini, mtu ana magonjwa ya HIV pamoja na magonjwa mbalimbali, au wewe umekuwa ni mmoja wa watu ambao wamekuwa wanaumwa mara kwa mara, yaani kwamba leo anaumwa amekaa siku mbili, anaumwa tena amekaa siku tatu, anaumwa sana, basi wewe, naweza nikakwambia kitu kimoja kwamba moja ya kitu ambacho unaweza ukakiimarisha zaidi ni kinga yako ya mwili. Kinga yako ya mwili ukiweza kuimarisha, kwa wewe ambaye tayari una magonjwa sugu au wewe ambaye unaugua mara kwa mara, basi kinga yako ya mwili ndio msaada mkubwa sana katika mwili wako, lakini pia kwa wale watu ambao wanakuwa wanaishi kwa kunywa dawa, kwa maana kwamba kama wewe umekuwa ni, ni mtu ambaye una pressure, kwa hiyo kila siku ya Mungu lazima uonywe dawa. Wewe una kisukari, wewe una homa ya ini, wewe una magonjwa sijui uh, mengine ambayo inakulazimu kila siku kunywa dawa, kila siku na kunywa dawa, basi unywaji wa hizi dawa kwa muda mrefu unaweza ukasababisha pia uh, wingi wa sumu. So moja ya kitu ambacho nakushauri we unafanya, jaribu kufanya detox za hapo nyumbani, unaweza ukatumia detox mbalimbali mbali. Zipo detox mbalimbali uh, mbali ambazo watu wanakuwa wanazielezea, lakini pia uh, zile ambazo unazifahamu wewe unaweza ukatumia, lakini pia usiache kutumia vyakula au mboga mboga, yaani zile za kijani ni muhimu sana, lakini pia kitu kingine ambacho ni muhimu sana ni lazima upate vitu ambavyo vitapandisha kinga yako ya mwili kwa sababu bila kinga ya mwili kupanda au kuwa vizuri, utajikuta kila siku unaumwa, kila siku unaishiwa nguvu na unatumia dawa lakini bado unaumwa. Sasa kama wewe tayari ni mtu ambaye una, unatumia hizo dawa au ni mtu ambaye kinga za mwili zimeshuka au ni mtu ambaye unaugua magonjwa mbalimbali ya muda mrefu naweza nikakusaidia kukupatia virutubisho ambavyo vina vimekuwa ni msaada kwa watu wengi sana, ambao walikuwa wanakunywa dawa sana mara kwa mara, kwa ambao wanakunywa dawa kila siku, kwa watu ambao kinga zao za mwili zimeshuka, kwa watu ambao wana magonjwa mengi, kwa watu ambao wanaumwa kila siku, kwa watu ambao wana saratani, kwamba wanapigwa mionzi um, basi tuna virutubisho ambavyo vinaenda kuusaidia na kuujenga ule mwili ukae vizuri, uondokane na maradhi, lakini pia uondokane na magonjwa mbalimbali mbali. Lakini pia kuusaidia ule mwili kuweza kuwa na nguvu na kufanya uh, mwili wako ukae kama mwanzo. Uh, ukitumia hivi virutubisho vizuri, huku unatumia dawa zako za hospitali au dawa zako ulizopewa na kuhakikishia, uh, mwili wako utakavyouona, utauona tofauti sana baada ya miezi mitatu ba, toka uanze kutumia hizo dawa nione niweze kusaidia. Chukua namba yangu hiyo, nipigie, kwa sababu nimekuwa nawasaidia watu wengi sana ambao wana matatizo ya magonjwa sugu au wanakunywa dawa kila siku au kinga zao za mwili zimeshuka, basi nimekuwa nawasaidia na leo hii wanafurahia, kwa sababu wamekuwa na afya njema na wala hawezi kujua kama ndio wale ambao walikuwa wanaumwa kila siku. Chukua namba yangu hiyo, nipigie niweze kusaidia.